Kama wewe ni muathirika wa ugonjwa wa kisukari, yaani una tatizo la kisukari, ni yani maanake kongosho yako imefeli na haina uwezo uh, wa kujitengenezea insulin yenyewe ya kutosha, na kuweza kusababisha kwamba sukari yako kupanda mpaka kufika viwango ambavyo si sahihi, vile viwango ambavyo vinahitajika katika mwili wako, na kuweza kusababishia kuweza kupata udhaifu mkubwa katika pande za mwili, aidha eh, macho kuwa hafifu kupata maumivu ya kichwa mara kwa mara, miguu kuwa na kufaganzi, kupata maumivu ya mwili, inaweza wakati mwingine kupelekea hata matatizo ya figo. Basi usijali, ipo tiba nzuri ambayo inaweza kutibu e, kongosho yako na ikaweza kumaliza ya changamoto yako. Kama una tatizo hilo la sukari, maana yake kongosho yako imefeli. Sasa inahitaji tiba ili iweze kurudi katika hali nzuri na iweze kujitengenezea insulin yenyewe ili iweze kubalance viwango vya sukari sasa ipo hii tiba, isikilize vizuri, ambayo hii tiba ukiitumia vizuri kwa usahihi inaweza kumalizia tatizo la lako na ukaacha kuwa mteja wa madawa unayoyetumia kwa ajili ya kuweza kushusha sukari, ama sindano za insulin ambazo unazitumia kwa ajili ya kuweza kurekebisha kongosho yako iweze kusapotiwa ili iweze kutoa insulin. Hivi vitu ni kwanza, ni magome ya mzambarau. Unapopata magome ya mzambarau pata figili. Nadhani naifahamu figili, ni majani fulani ama ni mboga fulani ambayo inatumika sana katika hizi jamii zetu. Kwa hiyo magome ya mzabarao figili, uh, ukipata na unga wa baking soda uh, ukapata na aloe vera. Unga wa baking soda, aloe vera, figili na majani na magome ya mzabarao, chemsha kwa wakati mmoja. Ukishachemsha kwa wakati mmoja, unaweza kutengeneza hata lita tano, utachuja vizuri kisha utaweka vinega e, katika ile mchanganyiko kuzuia isiharibike kwa haraka. Kisha tumia kila siku, glasi moja asubuhi ya maziwa mia na glasi ya maziwa mia jioni. Kila siku tumia kwa muda wa siku 14 mpaka siku 21, na maana kama haitofika ikiisha tengeneza nyingine. Hiyo tunaweza kutibu kongosho yako iweze kutoa insulini vizuri kabisa, na uweze kukaa vizuri itakuondolea dalili zote ambazo nimeweza kukuelezea: miguu kufaganzi, kuwaka moto, kichwa maumivu, kiuno, mambo yote itakuondolea. Kama mwanaume anakuwa anakosa ile hamu ya kushiriki, au mwanamke anakosa hamu ya kushiriki, yote itaweza kumrudishia na atakabisuru. Zingatia hii tiba kwa sababu ni ni, ni muhimu kwa upande wako hili, uh, kwa wewe mwenye tatizo hili, na imani kwamba itakuwa katika hali nzuri. Na kama ukishindwa kuandaa tiba hii Ipo dawa nyingine ambayo tayari imeshaandaliwa na mtaalamu wako, tayari nimeshajiandaa. Kama unahitaji, unaweza ukanipigia simu niweze kukupatia hii tiba ya kisukari, ili uweze kumaliza tatizo lako la kisukari. Kumbuka kwamba tiba hii ni kwa wale wenye kisukari type 2. Uh, kisukari type 1 unaweza ukatumia kwa ajili ya kuweza kushusha, uh, lakini sio kuweza kuimaliza moja kwa moja, na zile dalili zake zinaweza kuondoa moja kwa moja, lakini kwa wingi kisukari type 2 basi wanaweza wakatumia hizi dawa na zikawasaidia sana, tena vizuri. Nitafute mtaalamu wako uchi dokta, niweze kupatia hizi dawa. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 1638. Usisahau kunifollow, nitakufollow back, like, comment, share, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ya YouTube uchi dokta tradition. Nikutakie siku njema, nikutakie siku njema, nikutakie